Yes, kama kawaida, what's up what's up again, leo tumerudi tena na producer mkubwa, producer ambaye ameamua kudili kabisa na masuala mazima ya mixing. Leo tutakwenda kupiga naye story mbili tatu aweze uh, kutupa faida e, ya masuala mawili matatu yanayohusiana na production bana. Mimi sina maswali mengi, nitakuwa na maswali mawili matatu au manne ambayo atakwenda kuwasaidia ndugu zangu ambao wanapenda sana sana kujifunza masuala mazima ya mixing. So kitu gani kikubwa ambacho uh, ulikuwa umehaso sana kwenye production ambayo sasa hivi umekiweni na kena, kena mazoli, palu, na kinakupa matokeo mazuri pale unapokuwa unafanya mixing. Mm, kikubwa ni skill. Skill na use ku arrange mixing kuanzia program software mm, kujua boko inahitaji nini, inahitaji nini na inahitaji nini. Okay, okay. Sasa mtu ili kusudi aweze kulitrain sikio lake liweze kuwa zuri anapokuwa anataka kufanya mixing. Ni vitu gani an -ana, anatakiwa kuzingatia? Kwanza ajue anachokifanya, kwanza ajue anachokifanya kwamba hivo kuna ichukua mm. natakiwa na ni katika mfumo huu ku mix iwe hivi mm. iwe katika mtindo gani yaani, hmm. yeye mwenyewe ku idea yake kwamba, kwanza lazima uwe na idea kwamba hivo kuna ile kuna ile rekodi natakiwa na ni nifanyaje ni cha kwanza, okay. Okay. ndo kitu kikubwa. Ya sasa utulivu wa, wa voko ya msanii pale kwenye beat unategemea una vitu, unategemea vitu gani? sana sana tegemea vitu vingi sana. Cha kwanza pia ni beat, challenge beat vizuri na kuibalance, basi hata voko yako itakapoa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba arrangement mbaya ya muziki inaweza kufanya vocal sky kwenye biti. Yaani ukisha arrange biti vibaya, biti kama haina balance, vocal lazima itatoka tu, itatema. Mm. Lazima arrange biti vizuri, biti kitulia vizuri, vocal inaka. Inaka po. Kwa sasa unazungumzia biti kuanzia ya mwanzo mpaka mwisho wa biti. E, kwanzia unapoanza tu wewe kuipiga biti. Mm. E, na pia sound kuchukua zile kuchagua toni zile. Mm. Si yani kitu kimuhimu sana kwenye beat. Ili kujua hiki hakina kelele, kina kelele. Eh, panning yani hiyo vitu vingi, ile beat ina nafasi ya kukazwa. Okay. Yeah. Kwa hiyo hapo unataka kunambia kwamba maproducer inabidi bidii wawe wana wana good selection ya uh, good selection ya samples, samples plugins na kila kitu. Yeah. Hivyo, yani ni muhimu sana. Unaujua pia unaimixije? Hiyo kitu ambacho unachoanza nacho sasa, kiwa kikawaida, tunatakiwa tuanze kumixi baada ya kupiga biti au kabla ya ya kupiga biti, au pale ambako unaanza kupiga biti unatakiwa uanze kuimixi nini biti yako moja kwa moja? Oh, kila mtu anakuwa na style zake za za za mixing, kila mtu ana style zake kuna mtu anapiga beat hapo hapo ana mixing. Kuna mtu anapiga tu frame anaingiza vocal baadaye anakuja ku mix kila kitu. Kwa hiyo ni mtindo ambao kila mtu amejizoeesha. Kwa hiyo hamna limit, ni wewe tu kutokana na mazoea yako. Kwa hiyo mazoea yako na kile ambacho unachokiamini kwa urahisi wa kazi, ambapo pale umeanza, ni kati ya Studio One na Cubase, ipi ambayo inafanya vizuri kwenye vocal? Unajua hizi program program ni mtu mwenyewe. Kuna mtu anaweza kusema Cubase anaimaster vizuri, ani hiyo ni naona ni ni, ni mpoduza mwenyewe. Sasa urahisi wake wa kichwa chake, kuna wengine wanamalizia kuni FL kila kitu voco paka kila kitu, kuna mwingine kuna Cubase anafanya kila kitu, kuna wengine tunazoea kuni, tunaenda kuni FL beat zetu, tunaenda kuni Cubase au studio one ku, na kumix kwa hiyo haya ni mazoea ya, ya producer sasa ambacho yeye ambacho kimemgeni kitu gani kenye program gani hiyo ni mtu binafsi. Sasa yeye mwenyewe amejiarrange kwenye program gani ambayo anaona kwake ni rahisi kutendea kazi okay. Kwa mfano sasa, hmm, uh, leo labda mimi nikasema nika siri namba moja ya kuweza kufanya mixing nzuri na kali na yani moja tu unaweza kutuambia ni kitu gani siri? Mixing ni upana sana, mixing poko ni upana mwingi. Mi naamini siri ni ubunifu wako mwenyewe, ubunifu wako na kujua unachokifanya yani, katika mix lazima ujue unachokifanya, so ufanye kwa mazoea kwamba watu wanatua na rekodi na kumix Mm. Ni, ni umbo ambalo wewe umetengeneza mwenyewe ani oh. Umetengeneza mwenyewe ili ulifanikisha litoke vile ambavyo wewe unavyotaka. Ni umbo ambalo wewe mwenyewe ndo unalitengeneza. Sio mtu mwingine maana unaweza ukafanya kitu ambacho amefanya mwingine na usipate hicho kitu, kwa hiyo niseme ni kama picha ambayo unaipicture una, yeah. kwenye akili yako alafu, mm. unaileta katika uhalisia sasa. Uhalisia, eh, ndio maana hiyo mixing na pia kujua zile rules za hivyo kukom, nani kukompress vocal ku-EQ vocal yani hivyo vitu ambavyo lazima uvijue. Nyimbo moja ukiwa na mix unaweza ukachukua muda gani hadi kuimaliza? kui hiyo mm, ni mood sasa ya producer, ila nyimbo unaweza kupaali amasaa mawili mangu tatu namaliza kazi Usamali matatu eh, ndio kama hizo. Sasa ni mazoea ya bidhaa, kila producer ana mazoea yake. Kwa hiyo unapokuwa una mix labda changamoto kubwa sana sana, sana waga unakutana nayo kwa same game. Ah, mixing labda ni useme labda msanii tu. Msanii ya amenyangusha lakini anapenda muziki, ajaimba vile inavyotakiwa, nikumpanga tu sana. Eh, hey, hiyo labda ndio changamoto. Hmm, vingine vyote ni tu Okay, uh, ushauri sasa kwa vijana ambao wanapenda production, wanatamani kufika mlipofika nyinyi kaka zetu, wanatamani kufanya production nzuri eh, wewe ushauri kwa maproducer upcoming ambao wana ndoto za kuja kuwa maproducer kubwa, ambao wanaweza kuja kufanya kazi na wasanii wakubwa na kutoa kazi ambazo zenye standard na mixing ambazo zilizonyoka, wewe kama mtu ambaye tayari ushafika huko na wanajua changamoto nyingi ushapitiaje huko, ungewashauri nini wadogo zako? Uh, ushauri wa kwanza kwanza ni kujifunza. Yani, lazima upate elimu ya ya knowledge ya production. Production ina upana mkubwa kweli kweli, yani lazima ujue kila kitu ambacho unachotakiwa kufanya mm. program sana sana yes. Eh, lazima ujifunze kwelikweli eh, na uangalie na ushauri wa watu wengine Yes, ujitahidi kujifunza usiku na mchana. Yaani ukishajifunza usiku na mchana, naamini ndoto yako lazima itimie, sababu muziki mpana kwelikweli. Okay. Darasa la mixing ni kubwa, la kila siku n yani kujifunza kila siku Kwayo, si kwa hiyo usibweteke kwamba umejua vitu fulani ukakaa unafanya hivyo hivyo lazima okay, ujifunze kila kitu ujue, ujue na kuongeza kila kisiku, ujuzi hapo utafika mbali. Okay bana e, tunashukuru kwa time yako. Ndugu zangu wa YouTube watakuwa wamesikia ushauri wako, hop amemsikia kaka yetu bana. Huu ni producer mkubwa mixing, si tunamtegemea hapa e, katika kitongoji chetu ichi hapa, na ameshafanya kazi nyingi sana, lakini pia ni producer mzuri katika masuala mazima ya gospel okay. Kama kwa mtakuwa mnahitaji kuja kuonana naye kwa ushauri zaidi, yes, mnaweza mkacomment hapo chini, mkaja ofisi zipo hapa Kimara, tukaonana tukapiga story tukashauriana mambo mengi ya production. si misi bana, nawapenda sana niwaone katika video inayofuata. Bye bye.